Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Ninaitwa Lekoko Lembres Ngitiri, ni mtiania wa kinyanganyiro cha ubunge katika wilaya ya Simanjiro. Leo tarehe 29, siku ya Jumapili, muda kama huu wa saa saba, nimerudisha fomu kwa katibu wa wilaya ya Simanjiro, ndugu Amos Shimba. Hakika tumeamua hakuna zege kulala, kama sisi tunavyosema vijana, safari hii katika halmashauri hii ya Simanjiro tunaenda kuibadilisha. Jana nimesema Simanjiro itakuwa kama Dubai na tutahakikisha, nachomaanisha mimi ni hicho hicho ambacho tunamaanisha kwamba tunaenda kuibadilisha Simanjiro yetu, tunaenda kuhakikisha kata kumi na nane, kila mmoja anaona ni fahari. Wamasai, watoto wa, wa kike Jiandaeni ni shule, vijana wa kiume ni kwenda veta kusoma. Hakuna zege kulala Simanjiro, hatutaki tena duni au umaskini wa elimu. Tunajiandaa pale, wajumbe watakavyofanya mambo yao mambo yao na halmashauri, sisi tutajiandaa kwa ajili ya kuhakikisha hakuna kitu kinachoachwa nyuma. Miradi itatekelezwa katika Simanjiro hii kilimo tutaiboresha katika simanjiro hii, mifugo tutaiboresha. Wa Masai nasema mjiandae. Pale nitakapochaguliwa tu kwa ajili ya kuwa mgombea, nitahakikisha mambo hayasimami. CCM ndio babalao Tanzania, na katika jimbo hili la Simanjiro tumesema tunataka mabadiliko. Mabadiliko, vijana washike hatima, kazi endelee bila kusahau Samia ndio baba lao na mimi ndio mwenyekiti wa shirika la Wateule wa Mama Tanzania almaarufu WAMATA, mitano kwa Dr. Samia mpaka 30 pia tutakutana mpaka 35. Mama ndiye anaanza mwaka huu. Samia ndio chaguo la Watanzania wote. Asanteni.